ya Salama, vipi ntare? Safi. Habari gani? Salama. Ni aje? Salama. Naona umeendelea mshahara. Mimi hapa amekuwa kwa ile course yangu. Amempa mimi mshahara leo nakwenda nyumbani na kupata ile course kubwa ile na kwenda kangaji. Eh, kwa kweli. Masai hii mlikuwa kitu nataka unisaidie. Nini tena ile basi nalikuwa kila kitu. Unadhani nimepewa alafu sijui kutumia nataka ukanisaidie wewe. Ile Masai hii amekupa wewe? Eh. Iko hela.

Masai, kwa na adabu basi. Masai, Masai, acha uharibifu. Masai, kwa na ya ah, na adabu. Haya, haya, amesikia <coughs> <coughs> <Bia, masai. coughs>